Naam, bwana, moja kati ya moment ambazo zimemake headline zaidi katika tunzo za, za waandishi wa habari ni hii issue ya ya maneno ambayo aliyazungumza mchekeshaji maarufu kabisa hapa Tanzania, very talented guy huyu, anafahamika kwa jina la Leonardo. Leonardo bwana, ame, alipata nafasi ya kusimama mbele rais, na ya mheshimiwa rais pamoja na kadamnasi ya watu ambao walijitokeza katika tonzo hizo na akaperform, akafanya stand-up comedy, kama ile tunavyomfahamu uwezo alikuwa nao, aliwachekesha watu wengi sana ikiwepo mheshimiwa rais mwenyewe. Lakini pointi kubwa ambayo aliifanya Leonardo ni kwamba tunafahamu vitu ambavyo vinatrend, na Leonardo naye pia kwa kutumia akili yake hivyo, very smart huyu mshikaji akapita na upepo ule, ule wa vitu ambavyo vina trend hapa mtandaoni. So moja kwa moja Leonardo akazungumzia issue ambazo zina trend mbele ya mheshimiwa rais akidai kwamba mheshimiwa rais anafahamika kwamba yuko very busy. Yaani yuko busy na mambo mengi. Tunafahamu ana majukumu mengi mazito. Unajua bwana nchi iko mabegani kwake, kwa hiyo lazima apambane. Kwa hiyo hawezi akawa anafuatilia vitu vingine vidogo vidogo vya mitandaoni, mambo ya udaku na vitu vingine kama hivyo. Sasa Leonardo akachukua hiyo moment na kuintroduce kwamba eh, mheshimiwa rais unajua kwamba uko busy. Tunakuwa nataka nikupe udaku kidogo, maana najua Huna huo muda wa kufuatilia hivyo vitu. Kwa nataka nikupe tu udaku ni kwamba mwanao Harmonize amerudiana na Kajala. Eh, bwana hiyo ni moment ambayo iliwafurahisha na kuwachekesha watu wengi, hata mheshimiwa rais mwenyewe alicheka sana, na ni kitu ambacho kimetrend sana huko mitandaoni. Yeah, so hiyo ilikuwa ni moment ambayo iliwafurahisha na kuwachekesha watu wengi sana kiukweli. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, unazungumziaje hilo, kwa sababu huku page nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba ya Bwana Leonardo alivyompa Rais Samia umbea kuhusiana na Harmonize kurudiana na Kajala. Page nyingine hii hapa wameandika kwamba ya bwana mchekeshaji Leonardo alivyompa umbea mheshimiwa rais kuhusiana na Harmonize na Kajala kurudiana. Umeona eh? Page nyingine tena imekuja imeandika